Chotu leo kwamba kila mbatizwa ni chumvi lakini pia ni nuru, kwa sababu kwa ubatizo tunafanywa kuwa washirika lakini pia watendakazi katika ofisi tatu za Kristo. Tunakuwa na sisi ni ma wa makuhani, tunakuwa manabii, lakini pia tunakuwa wafalme, lakini katika hili tumeitwa kuwa mashuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika utendaji wetu wa kazi kama wabatizwa, tunahitajika kuwa chumvi tukakoleze imani kwa watu. Kama baba na mama katika familia au walezi katika familia, tumeitwa kufundisha mafundisho rasmi ya Kanisa kwenye Katekisimi ya Kanisa Katoliki namba elfu mbili eh, ehhe mia mbili na nne, ukitaka elfu mbili mia mbili ishirini na moja ukitaka elfu mbili mia mbili ishirini na mbili mpaka elfu mbili mia mbili ishirini na tatu kwamba tumealikwa tukafundishe, kwa sababu Mungu ametuita hapa duniani na ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie, siku moja tukutane wapi? Mbinguni. Sasa hili watapataje kumjua wasipofundishwa? kama Mtume Paulo anavyosema kwa Warumi sura ya kumi aya ya tisa mpaka ya kumi na saba kwamba watu wanaamini kwa neno, lakini ni neno watalisikiaje wasipofundishwa? Au watafundishwaje kama hakuna wa kuwahubiria? Kwa hiyo tumealikwa kuwahubiria wengine. Ndio maana Kristo eh, kwenye Injili ya Marko sura ya kumi na sita aya ya kumi na tano hadi kumi na sita anasisitiza, na nendeni basi ulimwenguni mkahubiri kwa kila kiumbe lakini mtahubirije msipojazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anayetusindikiza ili tuweze kukufundisha lakini pia hata kusali. Kwa sababu wengi wetu hatujui hata kusali vizuri. Nikiwemo mimi. Eh, Mtume Paulo anataka kwa Warumi aliwakumbusha Warumi na tukumbusha na sisi leo Warumi sura ya nane, aya 26 hadi 28 anasema mwana tumuombe huyo Roho Mtakatifu kwa sababu yeye ndio anayejua hata kuomba kwa kumaanisha eh, kwa kuugua kwa sababu wengi wetu hata kusali hatujui. Ikiwezekana hata wewe mtazamaji wa Aminifu TV kusali hujui pia, lakini ukimuomba Mungu Roho Mtakatifu nakusaidia kusali vizuri ku, ambako kutakuwa kwa kumaanisha na Mungu akatusikia. Lakini sasa tutafanyaje? Tukoleze kwa wengine mtumepewa uh... Bwana wetu Yesu Kristo kwenye injili ya Mathayo sura ya tano aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na sita leo anatukumbusha anasema, ninyi ni chumvi, ninyi lakini ni nuru. Lakini huo unuru na uchumvi tutautoa wapi? Unuru wetu ufanane na unuru wa Kristo mwenyewe, kwa sababu Kristo anasema ni wapo duniani, mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni mwanga wa ulimwengu. Injili ya Yohani sura ya nane aya ya kumi na mbili au injili ya Yohani sura ya tisa aya ya tano kwamba yeye ni nuru sasa sisi tukiwa karibu naye tukimweka Kristo ndani mwetu na yeye akakaa ndani yetu na sisi tukakaa ndani yake maana yake tutakuwa pia tunaangaza tutakuwa pia wachumbi na wakolezaji kwa sababu yeye ndio hiyo nuru yenyewe yeye ndio ndio mwanga na yeye ndio njia injili ya Yohani sura ya 14 aya ya sita yeye ndio njia kweli na uzima kwa hiyo anapokuwa njia kweli na uzima maana yake hata sisi tukitaka kuwaongoza wengine tukiwa na Kristo ndani mwetu tuweza kuongoza vizuri. Tukitaka kuwe na amani, tukitaka kuwe na furaha, tukitaka kusema kwamba tunataka kuwa na amani katika familia zetu, amani katika taifa letu. Wengi wanaimba amani, amani, amani. Amani haiji kama sisi hatuwezi kutenda haki, na hatuwezi kutenda haki tusipokuwa na huyo Kristo ambaye ndio haki yenyewe. Unaona, hatuwezi kuwa na amani kama huyo Kristo ambaye ndio amani yenyewe tuko mbali naye. Kwa hiyo tunahitaji tumsikilize Kristo, tunahitaji kweli tumfanye Kristo kuwa ndani mwetu, kwanza kwa kutunza usafi wa moyo, kwa kuwa na neema ya utakaso. Hivyo kama kuna kila mmoja anayetamani kwenda amani, kwanza akumbuke kujitakasa, kutubu wewe binafsi, ianzie amani kwangu, niipeleke kwa wengine. Haiwezi kusema wengine walete amani wakati mimi mwenyewe hapa sina amani. Kwa hiyo yu it begins with me, ianze na mimi, niwe na amani moyoni mwangu kwa kuhakikisha ninatenda matendo mazuri yale ambayo Mungu anayataka. Halafu hapo ndipo nitaweza kuipeleka kwa wengine kwa kutenda haki, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki. Eh, kama Isaya sura ya 42 anaposema aya ya kwanza ya sita kwamba mkono wangu utakuwa juu yako, nakufanya uwe wa haki na kutenda haki na kuleta amani. Kwa hiyo ukifanya hivyo mambo yatatunyokea. Ya sasa, nimalizie tu kwa kusema kama mzaburi anavyosema ya taa yangu, Zaburi ya mia moja kumi na tisa aya ya moja na tano mpaka na saba kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa hiyo kama neno la Mungu hili tunavyoshirikishana likawe taa moyoni mwako, lakini pia taa ya miguu yako katika kutembea kwako, utayaona yale mazuri ya Mungu anayoyataka, utatenda haki na utatenda pia yale ambayo hata na wewe ungependa kutendewa, kwa sababu Kristo e, anasema hiyo ndiyo kanuni tunaita kanuni ya dhahabu ndio torati na manabii. Injili ya Mathayo sura ya saba aya ya kumi na mbili kwamba yale mnayotaka kutendewa watendeni na wenzenu hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe kama unataka uishi kwa amani, maana yake tenda amani, tenda kwa haki, watendee na wengine, maana yake amani itakuja wewe. Unataka kupendwa, wapende wenzako. Wewe unataka kuwa na furaha, furahi pamoja na wenzako. Kwa hiyo unapowatendea wengine yaliyo mazuri, manake na wao utawafanya watende yaliyo mazuri. Ukiwadhulumu, na wenyewe watapata moyo huo wa kutaka kudhulumu wengine na kudhulumu hata na wewe pia. Hivyo basi, tuwe watu wa haki, tuwe watenda haki, tuwe watu wa amani, tutende yaliyo tu, ya, ya amani ambayo ni kutenda yaliyo mazuri kwa ajili ya kuzaa matunda ya Roho. Matunda ya Roho peke yake tukiyatenda na tukawagawia na wengine ndio hayo yataleta amani yameandikwa kwa wagalatia sura ya tano aya ishirini na mbili utu wema upole kiasi kuwa na upendo kwa wengine e, kutenda haki kwa wengine e, kuhakikisha kama kuna haki na kadhalika hayo yote hayo anasema hakuna mengine kwa sababu hayo ndiyo matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, tukitoa mioyoni mwetu matunda ya Roho Mtakatifu, maana yake kutakuwa na amani hiyo tunayoitaka yale ya rohoni mwetu ambayo ni matunda ya Roho Mtakatifu, kutakuwa na furaha, kutakuwa na upendo, kutakuwa na utu wema, watu watakuwa na uvumilivu, zile fadhila e, za upendo, amani, utulivu, utu wema, matumaini yote yatajitokeza kwa sababu ya ile hali ya sisi wenyewe kuzaa matunda yao. Lakini tukizaa mbigili Oh, oh, imeandikwa eh, kwenye Injili ya Mathayo sura ya saba aya ya 16 hadi 20 kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Lakini Kristo alisemaje? Injili ya Marko sura ya saba aya ya ishirini na moja hadi ishirini na tatu moyoni ndimo inaweza katoka machafu yanaweza kuleta unajisi, yakavuruga amani, yakavuruga hali yote ya upendo na furaha eh, katika nchi na utulivu, kwa sababu anasema moyoni inaweza katoka chuki inatoka uhusuda, ufisadi, siwizi, magomvi, uasherati, uzinzi na yote kama hayo. Yesu amesema kabisa, hayo yako kumi na mawili, ni mizizi ya dhambi. Hayo ndio inaweza kufanya amani ikatoweka kabisa. Kwa hiyo tutoe hayo ya, injili ya tutubu, tuondoe mapambo ya shetani kama Kristo anavyosema Injili ya Luka sura ya saba aya ya, ya, ya, ya, ya sura ya kumi na moja aya ishirini na nne hadi ishirini na sita tuondoe yale mapambo ya shetani, halafu tuzae matunda ya Roho, kwa sababu Roho atakuwa ndani mwetu, ya Wagalatia sura ya tano aya ishirini na mbili. Ni hayo tu, tukiacha haya ambayo Kristo amesema ndio yanaleta vurugu, ya injili ya Marko sura ya saba aya 21 mpaka 23, tukiacha hayo tutakuwa tunazaa matunda ya Roho kwa sababu Kristo atafanya kazi na Roho wake Mtakatifu ndani ya mioyo yetu na kutakuwa na furaha katika familia zetu, katika taasisi zetu, katika jumuiya zetu, katika kanisa letu na taifa letu kwa ujumla. Ni hayo tu toka Aminifu TV, Pasco Mazifu, Pasco Maziko wa Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo.